Leo hii naleta kwako mbinu tatu rahisi za kusoma kwa ufanisi, yaani usome mara moja ukumbuke milele. Unasoma sana lakini unaonekana kusahau haraka? Leo nitakushirikisha mbinu tatu rahisi zenye msingi wa kisayansi zitakazokusaidia kusoma kwa ufanisi zaidi na kukumbuka unachojifunza. Ya kwanza ni Pomodoro Technique. Soma kwa ratiba. Badala ya kusoma masaa manne mfululizo, tumia mbinu ya Pomodoro. Soma kwa dakika 25, kisha pumzika dakika tano. Baada ya mizunguko minne, pumzika kwa muda mrefu zaidi kama dakika 15 hadi 30. Hii huongeza umakini na kupunguza kuchoka. Mbinu ya pili ni Feynman technique. Fundisha unachojifunza. Ukisoma kitu, jaribu kukieleza kwa mtu wa pili au hata kwa sauti yako mwenyewe. Ukikwama kueleza, hiyo ni ishara kwamba hujakielewa vizuri ulichojifunza. Rudia elewa, halafu eleza tena kwa lugha ya rahisi. Fundisha ili uweze kukumbuka. Njia ya tatu ni active recall, jifunze kwa kujiuliza maswali badala ya kurudia tu kusoma mistari ile ile, jiulize maswali: nimekumbuka nini katika kile nilichokisoma? Ninaweza kueleza hii dhana bila kuangalia kitabu? Hii itakusaidia kuimarisha kumbukumbu kumbu na kuipa akili yako changamoto inayohitajika kukua. Kumbuka, kusoma kwa kumbu muda mrefu si lengo, bali lengo ni kusoma kwa ufasihi. Jaribu mbinu hizi tatu leo na uone tofauti katika kusoma kwako. Usiache kushare, kulike na kucomment, lakini pia subscribe ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu.